Habari za leo mwana SnS, bila shaka umzima wa afya. Karibu tena simulizi na sauti. Leo nataka tuangalie mapinduzi ya teknolojia, ambapo tunaenda huko China ambapo wamevumbua chip ya haraka zaidi pasina kutumia silicon, kwa sababu chip nyingi tunajua zinatumia silicon. Sasa wao wamegundua chip ya haraka zaidi ambayo haitumii silicon. Kwanza katika makala haya nitataka tujue chip ni nini, kwa sababu mwingine anaweza akasikia China kwa hiyo wamegundua chip, akauliza chip ni nini? Labda ashindwe kupata ile maana halisi. Wengine wakisikia chips huwa wanajua zile chips chakula, lakini chips inakuwa ni nini? Pia aina zake ni zipi? Tumetoka wapi katika teknolojia hiyo, tupo wapi na tunaelekea wapi? Na kwa nini uvumbuzi huu ambao china ameufanya ni wa kihistoria kidunia, na kwa nini nimeuita mapinduzi ya teknolojia? Chip ni kifaa kidogo sana cha kielektroniki kinachojumuisha mamilioni hadi mabilioni ya transistors, na hizi transistors, kwa watu wasiofahamu, ndiyo matofari ya digital computing, yaani haya ndiyo kama ambavyo tofari linatengeneza nyumba. Computing, simu zako, lakini pia computers zote na vifaa vingine, chips zake zinatengenezwa na hizi transistors, ambapo hizi transistors zenyewe tunasema ni sehemu ndogo zinazopitisha au kuzima e, umeme yani zile signals, ili kuendesha kazi za vifaa vya kielektroniki ndo maana tunasemaga ile sifuri na moja, kwamba wewe unaweza ukaandika neno lako unaloandika labda kwenye keyboard e, umeandika neno kwamba tunakwenda nyumbani, lakini mashine au kompyuta inaibadilisha ile inakuwa kwenye sifuri na moja. Hiyo ndio lugha ya mashine, ambavyo vinavyohusika sasa na kufanya hiyo kazi ndio hizi transistors sasa chip huwa inafanya kazi kama vile ubongo wa binadamu pamoja na vifaa vingine kama nilivyosema: simu, kompyuta, magari ya kisasa, drones, na vifaa vya kijeshi, artificial intelligence, pamoja hata na satellite. Aina kuu za chips ni zipi? Kuna microprocessor, ambazo ni CPU. Hizi zenyewe huwa zinabeba maagizo yote ya kompyuta. Hizi ndio kama injini na ubongo mkuu wa hesabu zote za kompyuta, lakini pia kuna GPUs, ama tunasema graphics, processing units ambazo hizi zenyewe huwa kazi yake ni kuchakata picha pamoja na video, muhimu kwenye michezo ya video pamoja na AI, yani artificial intelligence. Hapa ndipo Nvidia walivyokuja wakapiga pesa nyingi sana, baada ya kuwa wao walikuwaga wamebobea kwenye utengenezaji wa chips hizi za GPU yani graphics processing units. Baadaye sasa hizo ndo zikaja kubadilika kujulikana kwamba zina uwezo wa kutumika kwenye AI na pale ndipo mapato ya Nvidia ikawa amebadilika, na ikaja ikawa kampuni kubwa sana na ikapiga hela, wakati Intel wenyewe waliwekeza zaidi kwenye teknolojia ya microprocessor huku, na wamepiga pesa nyingi sana miaka mingi. Imagine, tangu wanaanza kupiga na 8085 processors, 8086 processors, 8085 huko miaka ya sabini, Intel tayari alitikisa sana na teknolojia hiyo. Sasa kuna hizi zinajulikana kama memory chips ambazo ndo hizi: RAM, ROM, flashes, hizi unazozishika wewe flash disks, hard disk, zote hizo ndio memory chips, na zenyewe kazi yake huwa ni kuhifadhi kumbukumbu kumbu za kompyuta ama kumbukumbu kumbu zote zile kwa muda au kwa kudumu, yani temporary au permanently. Lakini pia kuna aina za chips ambazo huwa zinajulikana kama system on a chip ama unaweza ukasema SoC. Hizi ni chips ambazo inajumuisha CPU, GPU na modem na kadhalika, kama ambavyo zinatumika kwenye simu janja. Hizi ndizo system on chip. Pia kuna hizi zinajulikana kama ASIC and FPGA. Hizi ni chip maalum kwa ajili ya kazi fulani, na mara nyingi huwa zinatumika kwenye AI, yani artificial intelligence au mawasiliano ya kijeshi. Sasa tumetoka wapi na hii teknolojia ya chip na tunaelekea wapi? Chip za awali tunasema zilikuwa zinajengwa kwa kutumia silicon kutokana na sifa zake nzuri za kielektroniki, na kwa miaka mingi sana, zaidi ya miaka 60, sheria ya Moore, eh, Moore's law inasema kwamba chip zitazidi kuwa ndogo na zenye nguvu mara mbili kila baada ya miaka miwili. Na kweli hili limethibitishwa kwamba kila baada ya miaka miwili, eh, sheria hii ya Moore imekuwa eh, inaongoza mabadiliko ya chip, na tumekuwa tunaona mfano, mwaka 2011 eh, tulikopo tunatumia chip za nanometers ishirini na mbili yani ukubwa wa nanometa za ishirini na mbili, yani kipimo cha ukubwa huo sasa hivi tumeenda, zimepungua na zimekuwa ndogo ndogo mpaka nanometa tatu. huu ni ni udogo udogo ambao huwezi kaona, huu wa ishirini na mbili wenyewe hauonekani kwa kwa kwa nini ina, ina maana sababu sababu, jinsi teknolojia inavyozidi kutengeneza chips ndogo, maana yake ni kwamba inabeba transistors nyingi zaidi, kwa sababu ule udogo wa kuweza kuziprint ama kuzitengeneza umepungua kutoka vile ambavyo ilikuwa inatengeneza kubwa, na sasa hivi ina uwezo wa kutengeneza vidogo zaidi. Mfano wewe una mkoba mkoba wako wako na ule ule mkoba wako ukaamua kubeba kubeba makauntabuku makubwa makubwa, maana maana maana yake yake yake ni ni kwamba kwamba utabeba utabeba makauntabuku thelathini, lakini kama utabeba vile vile vya kawaida unaweza kubeba hata vidaftari mia moja. Ni kwamba uwezo ule hubeba vitu vile unakuwa umeongezeka. Kwa hiyo ndicho kinachotokea hapa kwamba hawa uwezo wa utengenezaji wa kutoka na nanomita ishirini na mbili mpaka tatu, unakuwa umeongezeka, na ndio teknolojia yetu sasa inaendelea hivyo. Sasa kuna kampuni hapa kama vile Intel ambayo nilihitaja mwanzo, kuna TSMC ambayo hii ni Taiwan Semiconductor. Awa wenyewe pia ni mwagiji, lakini pia kuna Samsung, wao pia wamekuwa imara. Lakini hata hivyo tunakaribia kufikia ukomo wa silicon, yani kwamba kuifanya iwe chip ndogo zaidi. Kwamba tunaona kabisa kwamba hapa tulipofikia sasa, mbona kama ukomo, hatuwezi kuifanya silicon chip iwe ndogo zaidi kwa sababu chipu hii iwe ndogo zaidi huwa kunaifanya iweze kusababisha joto kupita kiasi na nguvu nyingi sana kuweza kupotea. Kwa hiyo kwenye designing tumekaribia kufikia hapo. Sasa China wenyewe wanaingia hapa na maajabu haya, kwamba kutokana na vikwazo vya kiuchumi vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya China, makampuni ya China kama vile Huawei yamezuia kupata teknolojia ya kisasa ya kutengeneza chip za silicon, hali ambayo imesababisha China kutafuta njia mbadala, na sasa wamefanya haya mapinduzi makubwa. Uvumbuzi ambao umefanyika ni uvumbuzi unaoitwa kama uvumbuzi wa Peking University, yaani chuo kikuu cha Peking. Kumbuka wenzetu mifumo yao ya elimu, vumbuzi nyingi sana zinatokea kwenye vyuo ambavyo vimewezeshwa. Inamaana baadaye baada ya kugundua, ndio wanaweza wakaingia na kufanya ile commercial or mass production. Sasa watafiti kutoka katika chuo hiki cha Peking wakiongozwa na profesa Peng Hailin wameunda transistor ya kwanza ya 2D. Transistor hii ya 2D ambayo imetengenezwa kutokana na bismuth inasemwa ina kasi kwa asilimia 40 kuliko chip za 3 nanometa za Intel na TSMC, lakini pia chip hiyo inatumia umeme kwa asilimia kumi chini. Yani, imepunguza ile matumiaji ya umeme. Inamaanisha ukitumia chipu ya aina hii hata betri haito kula sana. Unaweza ukaona ni teknolojia kubwa na muhimu kiasi gani. Lakini pia chipu hii inasemwa inaweza kutengenezwa kwa kutumia teknolojia zilizopo bila kuhitaji mitambo mipya. Sasa mnaangalia tena, kwa nini huu uvumbuzi umekuwa ni wa kihistoria? Kwanza kabisa uvumbuzi huu tunasema unabadilisha ile mwelekeo wa dunia changing lens. Wakati wengine bado wanapambana kutumia silicon, China imeamua kubadilisha njia, wao wanachukua mkondo mpya kabisa. Lakini pia wanavunja ukiritimba kwamba dunia ya chip imekuwa ikitawaliwa na Marekani, Taiwan na Korea Kusini. Uvumbuzi huu unaipa China nafasi ya kuwa huru kiviwanda na kiteknolojia. Lakini kingine tunasema kupindua ile sheria ya Moore ambayo imekuwa inatumika, kwamba teknolojia ya silicon ilikuwa inaelekea kufikia kikomo, lakini teknolojia hii mpya ya 2D transistor inaweza kufungua mlango wa kasi zaidi ya hapo awali. Lakini pia uvumbuzi huu una athari kwa sekta ya AI, ulinzi pamoja na uchumi, kwamba chip bora zaidi ni msingi wa AI yenye akili zaidi, lakini pia mifumo ya ulinzi iliyo bora, magari ya kujitegemea, sateliti na mitandao ya 6G ambayo yote inahitaji teknolojia zenye kasi zaidi kwa teknolojia zilizopo sasa hivi. Kwa hiyo wao wamekuja na chipi ya teknolojia kubwa zaidi, lakini pia inabidi kufahamu, katika makala haya nimeandaa kwamba tujue tunaelekea wapi katika teknolojia, yani upande wa kiteknolojia tunaelekea wapi, teknolojia ya chip, uelekeo mpya ni kwamba chip zisizo na silicon zinaweza kuwa mwanzo wa zama mpya za chip zenye nguvu kuliko akili ya binadamu, super AI, simu janja za nguvu kupita maelezo magari yanayojiendesha yenyewe kwa usalama mkubwa, ujasusi wa kijeshi wa kiwango cha juu sana, kompyuta za quantum zitakazobadili kabisa kila sekta na nyanja ya hii normal computing ambayo tunaifanya sasa hivi, ambayo ni digital computing. Kwa hiyo haya mapinduzi ambayo China imeanza tunasema ni zaidi ya mafanikio ya kisayansi. Ni ujumbe kwa dunia kuwa wakati wa kutegemea silicon peke yake unakaribia mwisho. Katika ulimwengu ambao unasukumwa na kasi ya teknolojia, taifa linaloweza kubadilisha njia ndilo litakayoiongoza dunia. Na wachina tunaona wamepambana sana, na kumbuka, chip teknoloji ndio sehemu ambayo Marekani wamekuwa wanajivunia sana, ambayo imekuwa inaongozwa huko the Silicon Valley, paka pakaitwa Silicon Valley. Sasa chip teknoloji, mpaka sheria za Marekani wameweka kwamba sasa hivi kuna teknolojia zitakiiziende China na teknolojia nyingine nyingi sana za chip, zile wanataka ziende tu chip za kawaida, hilo sio zile chip ambazo zina uwezo mkubwa sana, sio tu China Marekani anauza kwa nchi zile ambazo ni rafiki, lakini hata zile nchi rafiki nazo ni mwiko ama ni marufuku kuweza kuuza ama kupeleka kifaa chochote chenye teknolojia hiyo kwenda nchini China. Unaweza ukaona Marekani wana sheria kali kiasi gani. Hii ndo ile inaitwa the Chip Act. Bila shaka utakuwa umenufaika, utakuwa umefaidika na makala hii ambayo tulikuwa tumedili na kuangalia mapinduzi haya ya teknolojia kutokana na uvumbuzi ambao China wameweza kugundua kuhusiana na hii chip mpya ambayo ina uwezo wa kuandikiwa pamoja na kufuta zile data kwa kasi zaidi kulikoni chip nyingine yoyote. Makala hii imeandaliwa na mimi Ali Masubi, ni kuombe tu uweze kunifolo katika mtandao wa kijamii, ni folo Instagram, natumia jina la Chi Masubi ambayo ni chi ma andika hivyo utanipata mimi mwenyewe, na faida yake, una uwezo wa kuinteract na mimi moja kwa moja kuhusiana na masuala mbalimbali yawe ya geopolitics, yawe ama yawe masuala mengine yote, kama hapa tumetoka kwenye geopolitics, tupo kwenye chip technology. Huu ukija pia na masuala mengine mengi, huwa anakuwa na uelewa kidogo, lakini wewe pia ukiwa una uelewa zaidi, una uwezo wa kunielekeza. Mbali na hivyo, pia unaweza ukatufollow simulizi na sauti katika mitandao ya kijamii Instagram, unaweza ukatufollow, unaweza ukatufollow Facebook